Leo tunamwangazia kijana shujaa, aliyeandika historia yake kwa damu, akawa mfano wa kujitoa, ujasiri na mapambano dhidi ya ukandamizaji. Huyu si mwingine bali ni Solomon Kalushi Mahlangu, kijana ambaye, licha ya umri wake mdogo, aliingia vitani kupigania uhuru wa taifa lake, na hatimaye akalipa gharama ya maisha yake kwa ajili ya ndoto ya Afrika Kusini kuwa huru. Solomon Kalushi Mahlangu alizaliwa tarehe kumi Julai ya mwaka 1956 katika mji wa Pretoria, huko Afrika ya Kusini. Alikulia katika eneo la Mamelodi, kitongoji kilichojaa vumbi, umasikini na mateso ya watu weusi chini ya mfumo wa apartheid, ambao ulikuwa ni utawala wa kibaguzi uliowatenga watu kwa misingi ya rangi. Baba yake aliitelekeza familia mapema sana na hivyo mama yake Martha Mahlangu alibeba mzigo mzito wa kulea watoto wake peke yake. Alikuwa mfanyakazi wa ndani akihangaika kuhakikisha angalau wanapata chakula cha kuweka tumboni. Maisha hayakuwa rahisi lakini Solomon alikuwa na moyo wa ujasiri tangu akiwa mdogo kabisa. Aliamini katika haki na kana kwamba maisha ya watu wake yalistahili kuwa bora zaidi. Ingawa alionyesha bidii na akili darasani, Solomon alilazimika kuacha shule katika darasa la nane kwa sababu ya hali ngumu ya kimaisha na machafuko ya kisiasa. Lakini ndoto yake haikufa kabisa. Kwani ndani ya moyo wake kulikuwa na kiu ya haki, kiu ya mabadiliko, na mwishowe akaamua kujitosa kwenye harakati za ukombozi. Wakati dunia ikiwa kimya, Solomon alianza kusikia kilio cha taifa lake, kilio cha wanafunzi wa Soweto, kilio cha mamilion waliokuwa wakinyimwa haki ya msingi ya kuishi kama vile binadamu kamili. Miaka ya 1970 mia ilikuwa ni kipindi cha ghasia na kupinga ukandamizaji nchini Afrika ya Kusini. Ghasia za Soweto zilijitokeza mnamo mwaka 1976, ambapo wanafunzi walipigwa risasi walipoandamana dhidi ya mfumo wa elimu wa kibaguzi, na vurugu hizo ndizo zilizomwamsha Solomon. Alijiunga rasmi na African National Congress, ANC, ambacho kilikuwa ni chama cha ukombozi, lakini baadaye alijiunga na Umkhonto weSizwe, MK, ambao ni mkono wa kijeshi wa ANC. Kwa bahati alifanikiwa kuondoka Afrika ya Kusini na kupata mafunzo ya kijeshi nchini Msumbiji na Angola. Akiwa na umri wa miaka isiyozidi 21, alikuwa tayari ni kijana askari. Alijifunza kutumia silaha, kujificha na kupanga mikakati ya mapambano ya chini kwa chini. Lakini lengo lake halikuwa kuua, bali lilikuwa ni kupeleka ujumbe tu, kuamsha ari ya ukombozi miongoni mwa vijana wenzake na kuvuruga mfumo wa apartheid kwa njia ya mapambano ya kisiasa na kimkakati. Solomon hakuwa na roho ya kisasi bali alikuwa na maono ya Afrika Kusini yenye usawa, na alitamani watoto wake waje kuishi katika taifa ambalo mtu hata hukumiwa kwa rangi ya ngozi yake. Mwaka wa 1977 Solomon alirudi nchini Afrika ya Kusini kupitia Swaziland, akiwa pamoja na wapiganaji wenzake. Miongoni mwao alikuwa ni Mondi Johannes Matalong. Alirudi Afrika Kusini akiwa na dhamira moja tu, kuunga mkono mapambano kutoka ndani ya nchi hiyo. Hakuwa na uoga, na alijua kuwa anachokifanya ni cha hatari, lakini aliamini It is better to die for an idea that will live than to live with an idea that will die. akiwa na maana kuwa ni bora kufa kwa idea ikatayoishi kuliko kuishi kwa idea iliyokufa, lakini siku chache tu baada ya kuingia nchini Afrika ya Kusini, walinaswa na jeshi la polisi. Wakiwa katika mtaa wa Gok Street huko Johannesburg, walikumbana na maafisa wa polisi. Wakati wa jaribio la kutaka kujinasua, wenzake wawili walifyatua risasi zilizowaua raia wawili maeneo yale. Ingawa Solomon hakuwahi kufyatua risasi hata moja, lakini baadaye alikamatwa na polisi, akafunguliwa mashtaka ya mauaji na jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya apartheid. Kwa mujibu wa sheria ya kibaguzi ya wakati huo, mtu yeyote aliyeshiriki katika tukio lililosababisha kifo, hata bila kuwa muuaji wa moja kwa moja, aliweza kuhukumiwa adhabu ya kifo. Kesi yake ilianza mwezi Novemba ya mwaka 1977. Mahakama haikusikiliza ukweli wa kiini cha mapambano wala nafasi yake halisi kwenye tukio. Badala yake, ilimhukumu kwa msingi wa sheria ya apartheid kwa maana ya common purpose doctrine ambayo hii ni sheria ya kwamba ukiwa sehemu ya kundi linalotenda kosa, hata kama haukuhusika moja kwa moja, bado unawajibika. Kesi ya Solomon ilivuta hisia za kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu, wanaharakati na nchi nyingi zilijaribu kuokoa maisha yake, lakini serikali ya apartheid haikusikia kabisa. Kwao Solomon alikuwa mfano wa kile walichokiita uhaini. Kwa miezi minne alihudhuria kesi hiyo akiwa na uso wa matumaini, lakini mnamo Oktoba ya mwaka 1978 Solomon Mahlangu alihukumiwa kunyongwa kutoka mahakama hiyo. Kwa hivyo alipelekwa katika gereza la Pretoria Central akisubiri hukumu yake kutekelezwa. Wito wa kimataifa wa kupinga hukumu hiyo ulisikika kutoka kila kona ya dunia. Umoja wa Mataifa, mataifa ya Afrika, wanaharakati na makundi ya haki za binadamu waliandamana, waliomba rehema, lakini serikali ya kibaguzi haikusikia kabisa. Tarehe 16 Aprili ya mwaka 1979, asubuhi ya giza ilimkuta Solomon akiwa na utulivu wa ajabu sana. Solomon alitembea kwa miguu yake mwenyewe kuelekea chumba cha kifo katika gereza la Pretoria. Alikuwa ni kijana wa miaka 22 tu, alikuwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya watu wake, lakini alikufa akiwa shujaa. Kabla ya kunyongwa Solomon alitoa maneno yaliyotikisa dunia, my blood will nourish the tree that will bear the fruit of freedom. Tell my people that I love them, they must continue the fight. Akiwa na maana ya kwamba damu yangu itanywesha mti ukataotoa matunda ya uhuru, waambie watu wangu na wapenda sana, waendelee na mapambano. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha ya Solomon, lakini ulibaki kuwa mwanzo wa kumbukumbu isiyofutika. Miaka mingi baada ya hukumu ya kifo chake dunia ilitaka kuelewa kwa undani zaidi kuhusu roho ya kijana aliyeitwa Kalushi, ambalo jina la utani alifahamika kama Solomon Mahlangu. Mnamo mwaka wa 2016 filamu ya kusisimua na ya kihistoria zaidi ilizinduliwa kwa jina la Kalushi The Story of Solomon Mahlangu. Filamu hii ilielezea maisha ya ndani ya kijana wa kawaida kutoka mtaa wa Melody aliyegeuka kuwa mwanamapinduzi wa kimataifa mwenye ndoto, hofu, mapenzi kwa taifa lake na ujasiri usiyoyumbishwa. Filamu hii ilieleza namna alivyoshawishika kujiunga na African National Congress ANC, na askari wa ulinzi wa watu Umkhonto weSizwe baada ya kushuhudia mateso, udhalilishaji na mauaji ya marafiki zake mikononi mwa jeshi la polisi wa apartheid. Kalushi haikuwa tu filamu ya kawaida, iliwagusa watu wengi barani Afrika na duniani kote. Ilionyesha uchungu wa apartheid, lakini pia nguvu ya msimamo wa mtu mmoja ambaye hakukubali kunyamaza mbele ya dhuluma. Na kipande kinachosikitisha zaidi katika filamu hiyo ni wakati wa hukumu ya kifo ya Solomon. Hata wale wasiowahi kujua historia yake walijikuta wakilia, wakitafakari thamani ya maisha ya mtu wa kufa kwa ajili ya wengine. Kalushi aliangazwa tena, sio kama mfungwa tu bali kama taa ya matumaini, mfano wa msimamo na taa inayowaka katika giza la dhuluma. Leo hii Kalushi ni zaidi ya jina tu, ni kilio cha haki kwa vijana wanaopambana na mfumo kandamizi, ni mwanga wa matumaini kwa wale wanaokata tamaa, lakini pia ni alama ya ushindi wa haki dhidi ya dhuluma, ukweli dhidi ya uongo. Hakika mwili wa Kalushi uliondolewa kwenye dunia, lakini mwanga wake hauwezi kuzimwa kamwe. Solomon hakuwa na silaha ya kisasa. Hakuhitaji hata mamilioni ya watu kumuunga mkono. Alikuwa ni kijana mmoja tu mwenye ndoto, mwenye maono na mwenye moyo wa chuma. Leo hii tunaposema auta continue, kwa maana ya mapambano yanaendelea, tunamkumbuka sana Solomon Mahlangu. Wengine hufa na kusahaulika, lakini kuna waliokufa ili dunia iwe mahali bora zaidi. Solomon Mahlangu ni mmoja mmoja kati yao. Ingawa alinyongwa akiwa kijana wa umri wa miaka 22 tu, jina lake halikufa kabisa. Kila tone la damu yake liligeuka kuwa mbegu ya matumaini kwa kizazi kilichokuja baada yake. Miaka ya elfu moja mia tisa tisini ilipoingia, apartheid ilianza kufifia kabisa. Mandela aliachiwa huru na wimbi la ukombozi liliibuka tena, na ndoto za Solomon zikaanza kuonekana kama ukweli unaoonyeshwa kwenye mwanga. Leo hii nchi ya Afrika Kusini, kuna shule, barabara na majengo ya umma yaliyopewa jina lake. Mfano ni Solomon Mahlangu Freedom Square na Solomon Mahlangu Campus. Kila mwaka vijana hukumbuka maisha yake kama mfano wa ujasiri na msimamo. Wimbo na mashairi huimbwa kwa heshima yake, si kama ushahidi wa maumivu, bali ni kama ishara ya ushindi wa haki dhidi ya dhuluma. Urithi wake hauishi tu kwa Afrika ya Kusini. Solomon ni mfano wa kijana wa Kiafrika aliyeamua kusimama kwa ajili ya vizazi vijavyo. Alikuwa ni kijana aliyetamka kwamba uhuru ni bora kuliko uhai wenye utumwa. Hivyo kama kijana wa leo, unapaswa kujiuliza, mimi nitakumbukwa kwa lipi? Urithi wa Solomon ni wito, si tu kwa kuasi kwa silaha, bali ni kwa kusimamia na kusema kweli katika zama za uongo, kusimamia haki katika jamii zetu, na kuhakikisha kwamba uhuru unapatikana. Solomon Mahlangu aliuawa na utawala dhalimu, lakini hadithi yake imewashinda wauaji wake. Alikufa, lakini sauti yake bado inaishi, na leo hii sisi ndiyo sauti hiyo, sisi ndiyo mwendelezo wa ndoto yake.